Maisha yenu polisi, mnachukua oda za kuumiza watu. Mnasema mmepewa amri gani hiyo mnaopewa ya kumumiza mtu? Ni bora ukavua hiyo kofia, ukaacha kazi, kuliko ukaingia kwenye zambi ya kusababisha mauti na maumivu, kwa sababu siku moja mtoto wako ama mama yako atalipa. Na serikali hawa, siku ya uchaguzi, hawa wanatumiwa vibaya. Wizi wa kura unafanyika kwa sababu CCM inasaidiwa na askari polisi. Hatari yake ni nini? Hatari yake ni nini? Polisi anajua kabisa serikali ya CCM iliyoko madarakani imeingia kwa wizi wa kura. Huyu polisi si kwa akiiba benki wewe, serikali unamkamataje kumwita mwizi wakati yeye amekusaidia kuingia madarakani kwa wizi? ukiwa nyumbani ukiwa nyumbani ukiwa nyumbani kwako ukiwa nyumbani kwako, ukawa namwita mtoto wako, unamwambia letee bia kwenye friji na opena nifungulie, anakufungulia na kunywa. Siku ukimwona anaanza kunywa pombe, usimkaripie kwa sababu wewe ulimfundisha kuchukua na kufungua, na akaona ni kitu cha maana. Mtoto huo anaangalia anachofanya baba yake, asikilizi ushauri wa baba, anaangalia matendo mabaya, matendo ya serikali ya Chama cha Mapinduzi ni wizi wa kura kuingia madarakani. Hawa polisi ndio sababu, mkilalamika wanawaumiza, wanachukua rushwa, hawaoni kama wanafanya madhambi kwa sababu wale walioko juu yao waliingizwa madarakani kwa wizi wa kura. Sasa hatuna muda wa kutosha, na mimi hapa nahitaji kisali kisalizima kukamua na nyewe watu watariinee na hapa tuna katibu mkuu na hali ya wasio nzuri. Karibu, nawaomba jambo moja, chama chetu akipiti kwenye misukusuku, kinapita kwenye baraka ya kujitenga na magugu na mazao bovu, hatupiti kwenye misukusuku. Katibu mkuu atakuja kusema wanasema tumesema no election, tumekatisha ndoto zao. Hatujakatisha ndoto ya mtu. Ndoto ya chama hiki sio Heche kwa mbunge, ndoto ya chama hiki sio Ngoto kwa mbunge, ndoto ya chama hiki sio Mnyika kwa mbunge, ndoto ya chama hiki sio Lema kwa mbunge. Ndoto ya chama hiki ni kupigania haki, ustawi na utu. Kama haya masuala matatu, haki, ustawi, utu na ukweli, au kuhusu bendera ni matendo. Hatutatofautishwa na CCM kwa rangi ya bendera. Ni bora tuchelewe kushika mamlaka, lakini tupande mbegu ya haki na kweli, iwe ni utamaduni wa nchi. Hata tusipokupo, kizazi kinachokuja kitasema tulikuwa na wazazi wa yakini. Na malizia kwa kusema hivi, dhambi mbaya na kubwa kuliko zote duniani ni uoga. Sasa huwa nikisema hivyo naona kwenye mtandao mnaandika. Sasa Lema wewe kama sio mwoga, mbona wewe ulikimbilia Canada? Mimi nilisikia sauti ya malaika. Lema mchukue mama na mtoto uende naye mpaka nchi nitakayo kwambia. People! <coughs> Ukae huko mpaka nitakapokuita. Wewe ukisikia sauti ya malaika wanafanyaje? Yusufu mwenyewe aliambiwa uko Israeli. Chukua Mariamu na Yesu endeni Misri. Yusufu alikaa. Yusufu akatoka nduki. Sasa mimi nikasikika nikatoka zangu nduki. Nimekaa huko ikanijia tena. Lema yule aliyekuwa anataka kuchukua roho yako na watoto hayupo tena, yuko Chato. Sasa unaweza kurudi. Sasa leo niko tani. Silikuwa ni akili hiyo. Sio. Bure retreat sio kusherenda wewe, mheshimiwa Katibu Mkuu, sio. Nili retreat nilijoga na nikarudi. Leo tuko nchi nzima tunapiga kelele ya ukombozi. Karime nikimleta hapa mwenyekiti wetu wa kanda mheshimiwa Ngoto ambaye nyumbuzi ya Dar es Salaam mliona alipigwa sana yeah. Eh, ni kiongozi mkuu wa chama kabisa mwandamizi wakamchukua kampeleka ununio wakan